Kwa maelfu ya miaka, binadamu wamekuwa wakitamani kushinda nguvu za kifo. Wafalme wa kale, wanakemia wa Zama za Kati, na hata wanasayansi wa kisasa wamejitahidi kutengeneza dawa au mbinu za kumfanya mtu aishi milele. Lakini je, juhudi hizi zimezaa matunda? Au zimeishia kuwa maangamizi kwa wale waliojaribu? Leo nataka nikuelezee historia ya kuvutia zaidi kuhusu watu hawa waliotafuta dawa ya uhai wa milele kuanzia simulizi za kale hadi kwenye sayansi ya hivi leo. Historia ya kwanza ni historia ya wafalme wa kale na namna walivyojaribu kuutafuta uhai wa milele mfalme wa kwanza ni Mfalme Qin Shi Huang kutokea nchini China. Katika historia ya China hakuna mfalme aliyetamani kuishi milele kama Qin Shi Huang, ambaye alikuwa ni mtawala wa kwanza wa nchi ya China. Hadithi zinasema kuwa baada ya kuiunganisha China mnamo mwaka na moja KK Chin Sha Huang alihofia sana kifo. Hivyo alituma meli za watawa na wanasayansi kutafuta elixir kwa maana ya maji ya uhai wa milele, akiamini kuwa katika milima ya Mashariki au bahari ya mbali kulikuwa na siri ya kutokufa. Baada ya kufanyika kwa majaribio ya kisayansi, hatimaye walimpa dawa yenye madini ya zebaki, wakiamini kuwa zinaweza kumpa maisha marefu. Mfalme huyu aliamini kuwa madini haya yalikuwa na nguvu za kiroho zinazoweza kuzuia kifo. Lakini matokeo yake, badala ya kumpa uhai wa milele, matumizi ya madini ya zebaki yalimletea ya sumu ya polepole pole, ambayo ilisababisha kifo chake akiwa na umri wa miaka.

Mfalme wa pili ni Mfalme Gilgamesh kutokea huko Mesopotamia. Katika maandishi ya kale ya Epic of Gilgamesh, mfalme wa Uru alisafiri kwa muda mrefu kutafuta dawa ya kuishi milele baada ya rafiki yake kufa. Aliambiwa kuwa kuna mmea wa ajabu chini ya bahari unaoweza kumpa uhai wa milele. Kwa hivyo akafunga safari na kwenda kuutafuta mmea huo. Na kweli alifanikiwa kuupata lakini alipokuwa akilala, kwa bahati mbaya zaidi, nyoka alifika na kuiba na kuondoka nao, hivyo akapoteza fursa yake ya kutaka kuishi milele. Na hadithi hii inaonyesha kwamba hata wafalme wenye nguvu walishindwa kupata siri ya uhai wa milele. Katika simulizi nyingi za Kiarabu na Kihindi, maji ya uzima, kwa maana ya Elixir of Life, ilitafutwa na mashujaa na wafalme, kama vile Alexander the Great, ambaye pia aliaminika kuisaka dawa hii ili kuweza kuishi kwa miaka mingi zaidi. Lakini pia watawa wa Kihindi waliamini kuwa baadhi ya mitishamba kama Amrita ilihifadhiwa na miungu kwa wale waliochaguliwa tu, na matokeo yake, hakuna aliyewahi kuthibitishwa kuwa alipata maji haya. Namba mbili ni historia ya zama za kati ikiwahusu wanakemia wa alkemi na ndoto yao ya uhai wa milele. Katika karne za kati, wanakemia waliamini kuwa kwa kutumia sayansi ya uchanganuzi wa madini wanaweza kutengeneza dawa ya maisha ya milele. Mfano ni mwanakemia wa Kifaransa Nicolas Flamel aliyeishi karne ya kumi na nne alihusishwa na utafiti wa Philosopher's Stone, jiwe la kichawi linalodaiwa kuwa na uwezo wa kuleta uhai wa milele na kubadilisha metali kuwa dhahabu. Inasemekana aligundua siri ya maji ya uzima na kwamba baada ya kuyatumia hakuwahi kufa tena. Lakini ushahidi wa kihistoria wa kulielezea tukio hilo haupo kabisa. Kwa hivyo inabaki kuwa ni nadharia tu. Lakini mwanakemia wa pili ni Paracelsus. Huyu alikuwa ni daktari na mwanakemia wa karne ya 16 aliyedai kuwa na mchanganyiko wa madini fulani unaoweza kupunguza kasi ya uzee. Yeye aliamini kwamba siri ya uhai wa milele ipo kwenye milango sahihi ya kikemikali mwilini, lakini mwishowe hakuweza kutengeneza dawa ya kutokufa, lakini alitoa mchango mkubwa katika sayansi ya tiba. Historia ya tatu ni historia ya sayansi ya kisasa na nadharia ya je, uhai wa milele unawezekana? Leo, badala ya kutegemea uchawi, wanasayansi wanatumia biolojia na teknolojia kujaribu kupata suluhisho la maisha marefu. Mfano ni uwepo wa teknolojia ya CRISPR na urekebishaji wa jeni. CRISPR ni teknolojia inayotumiwa kubadilisha jeni za binadamu ili kuzuia magonjwa yanayosababisha uzee. Wanasayansi kama Dr. George Church wa Harvard wamewahi kufanya majaribio viumbe panya na katika majaribio yao wameweza kuchelewesha uzee kwa panya hao. Lakini licha ya ugunduzi huo, ila bado unaaminika kuwa upo katika hatua za awali, lakini kuna matumaini kuwa uzee unaweza kucheleweshwa kwa miaka ya baadaye. Pia sayansi ya sasa imegundua dawa za kuzuia kuzeeka. Mfano ni metformin, dawa ya kisukari inayoweza kupunguza kasi ya kuzeeka, pia rapamycin, ambayo imeongeza za maisha ya panya na inaweza kusaidia hata kwa wanadamu. Ikumbukwe, dawa hizi bado zinafanyiwa majaribio, lakini zinatoa matumaini ya maisha marefu kwa miaka ya baadaye. Lakini pia sayansi ya sasa imekuja na gunduzi ya upakiaji wa akili kwa maana ya mind uploading na akili bandia kwa maana ya artificial intelligence. Wanasayansi kama Ray Kurzweil wanatabiri kuwa siku mmoja akili za binadamu zinaweza kuhifadhiwa kwenye kompyuta na kuendelea kuishi milele. Iko dhana ya kuwa akili ya binadamu inaweza kuchanganuliwa na kupakiwa kwenye mfumo wa digitali, na teknolojia hii inaweza kumwezesha mtu kuendelea kuishi kama ya akili bandia. Lakini hizi bado ni nadharia tu, lakini maendeleo bado yanaendelea, na huenda ikawa hivyo kwa siku za mbeleni. Je, uhai wa milele ni kweli? Po, kwa maelfu ya miaka, binadamu wamejaribu kushinda nguvu za kifo. Ingawa hakuna mtu aliyepata dawa halisi ya kuishi milele, lakini sayansi inakaribia kuleta suluhisho la maisha marefu zaidi. Lakini je, binadamu watafanikiwa siku moja? Na je, tunataka kweli kuishi milele? Haya ni maswali ambayo bado hayana majibu, lakini historia inaonyesha kwamba hamu ya kuishi milele haitakoma kamwe kwa binadamu. Na mpaka hapo sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.